Ni ahadi ya Mungu kumtosheleza mtu wake kwa habari ya mibaraka, kwa sadaka tunatoa ikiwa kamili ghalani mwake. Ili konsepti ya kwanza, tunatoa sadaka ili kiwemo chakula nyumbani mwa Bwana, hiyo ni namba moja, na hiyo ndio kuu ya kwanza. Namba mbili ambayo sasa ni marupurupu, wenyewe wanasema ama faida ya sadaka ni kwamba Mungu anasema mkinijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mfahamu kwamba nitawafungulia madirisha ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu kinachomchokoza Mungu kufanya kwenye maisha yetu. Tunapofanya hivyo, Biblia inasema kuna kitu kinakuwapo nyumbani mwako, sio nyumbani mwetu, kwake. Maanake tayari kuna mahusiano mausia. Mahusiano ni jumla ya mahusu yanayomhusu mtu mmoja yakimhusu mtu mwingine mahusiano kwa kutoa kwetu sadaka sisi, inatengeneza mahusiano kati yetu sisi na Mungu. Kwa hiyo tunapotoa sadaka zetu, ili kiwepo chakula bawani mwake, maana yake tunahusiana na Mungu. Hii ni sadaka yetu inaenda nyumbani kwa Mungu, si inaenda nyumbani mwetu. Na baada ya kufanya hivyo, kuna nini kinatokea? Baraka ambazo Mungu amesema zitapatikana katika sadaka hizo ambazo tumezisikia hapo kama mkinijaribu mtaona kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwabarikini ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mkristo awe hai, ni lazima awekeze katika matoleo ama sadaka.